Baadhi ya wanakijiji kutoka kijiji cha Kazole Kusini, kata ya Vikindu, wilayani Mkuranga, mkoani Pwani, wamelalamikia kuharibiwa mazao na kupigwa na watu wanaodaiwa kuwa walinzi wa mwekezaji katika eneo hilo. Awali eneo hilo linadaiwa kuwa lilikuwa chini ya umiliki wa mwekezaji ambaye alipanga kufanya uwekezaji wa kiwanda miaka ya nyuma, lakini akashindwa kuendeleza. Wanakijiji hao wanadai kuruhusiwa kuendelea kufanya shughuli za kilimo katika eneo hilo katika kijiji cha Kazole Kusini ndani ya wilaya Mkuranga na aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli baada ya kumlalamikia kwamba eneo hilo lilikuwa msitu na pori kubwa. Amini Japhet, Mpati Mbalawa pamoja na Nuru Mbonde ni baadhi ya wanakijiji wa kijiji hicho ambao wamedai kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa walinzi wa eneo hilo. Eneo hili tulipewa na Rais Magufuli wakati akiwa ametoka Lupaso kumzika Mheshimiwa Mkapa, lakini cha kushangaza tangu tupewe tamko la kufanya kazi tangu mwaka elfu mbili na mwaka elfu mbili na ishirini wananchi waliingia kufyeka pori na kungoa visiki. Tulivyongoa pori hili tukaweka mimea ambayo ilikuwa inatusaidia sisi na familia zetu. Cha ajabu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu walitokea watu na kudai kwamba eneo hili ni la mwekezaji anayeitwa Hamidu, ambaye ndiyo aliyenyang'anywa hati. Hamidu akiulizwa anasema hajui Tulu. Tuli, tulivyoendelea kulima, watu wakaja wakaanza kubomoa mabanda yetu. Bado tukaendelea kuongea na kijiji, kwa nini natokea hivi? Hawakutupatia majibu ya kueleweka. Tuliambatana wakulima wote, tukaenda pale kwa mtendaji wa kijiji, tukatoka naye mtendaji wa kijiji tukanae tukaja naye kwenye eneo la tukio, akiwa na mtendaji kata, tukawakuta watu wanabomoa mabanda, wakadai kwamba wametumwa, wame na jerali. Hakuna kiongozi ambaye hajui kijijini. Mwisho jana wamekwenda Mwenyekiti anakataa anasema, mimi sijui, kama mnataka nyi pambaneni, mki pigana mimi nakutoa karatasi ya kwenda polisi. Lakini watu washafungwa na watu wanaingia katika mashamba yao na watu wanalishiwa wanyama, ng'ombe wanapeleka katika katika miogo wanakula. Ukifukuza unakamatwa. Kuna Masai mmoja Yosefu Mwenga. Huyu ndo katushitaki sana katufunga. Sasa mimi nashangaa huyu kama nani? Na nani aliyorudishia Mwekezaji kilio chetu, nguvu zetu, mazao yetu, tunanyanyasika katika eneo hili tulilokaribiziwa na Rais wetu John Pombe Magufuli, wakati wa uhai wake. Swali naloliuliza mimi kwa ndugu yetu rais wetu, na kama ni serikali ambayo ndio inasema kwamba tusilime mbona hii jitokezi serikali inatuto, inatokeza wamasai? Mbunge wa jimbo la Mkuranga na waziri wa ujenzi Abdalla Ulega amekiri kulifahamu eneo hilo na kuahidi kuzikutanisha pande zote zinazohusika. Lazima tukubaliane pasiwo na mshindi mmoja, mwekezaji awe mshindi au mwananchi awe mshindi. Kwa kesi ile, mi kama mbunge mmenifahamu, kwa sababu mkuu wa wilaya yeye atasimamia sheria, mwekezaji atasimamia haki yake Mwananchi naye atasema bwana, mimi haki yangu. Kwa hivyo mimi nafikiri hapa, ili kuondoa misuguano, ni lazima map mapande haya matatu yakae kwa pamoja, na naamini kwamba mtu wa kuyakalisha haya pamoja ni mimi mbunge. Kwa hivyo mimi uh, nataka nijaribu hati yangu na mimi, wananchi watanisikiliza e, serikali tanisikiliza ya wilaya, na mwekezaji anipe nafasi. Tutakaa e, pamoja. kuna mtu anapaswa kuchukua sheria mkononi na vyombo vya dola vyenye kusimamia sheria vipo, ambavyo ni matumaini yangu kwamba wenyewe eh vinapaswa visimamie sheria kwenye nchi yetu, kila jambo limejipanga sawasawa yani. Na hii ndio kauli ya mkuu wa wilaya Mkuranga, mkoani Pwani, Hadija Nasri, kuhusiana na malalamiko ya wanakijiji wa Kazole Kusini kudai kushambuliwa na wanaodaiwa kuwa walinzi wa eneo la mwekezaji changamoto za ardhi isiwe ni kikwazo cha kuvuruga amani ndani ya wilaya yetu. Ina maana kama kuna wananchi ambao wamepigwa na wamewathibitishia kupigwa na upande wa pili ambao mahakama ilitoa uh, ushindi kwao, tunawakaribisha kwenye vyombo vyetu vya sheria, tuweze kuhakikisha tunashirikiana na kuwasimamia waweze kupata uh, waweze kutendewa haki kwa mujibu wa sheria.